Barabara zinazohusika ukiangalia barabara ya Kimara Ubungo yenyewe imekuwa ina foleni, lakini kuna eneo moja pale la maeneo ya Sinza Tandale kule, kuna sehemu moja, mara kadhaa nimefika pale nimekuta foleni uh, vile vile nimekuta foleni hapa Mbezi kuelekea Goba barabarani hapo kwenye roundabout, kuna foleni, lakini na pale Goba Centre, barabara inayotokea upande wa Makongo kuja mpaka Goba center kuna foleni sasa. Ndugu zangu waandishi wa habari, hili sio swala la kubembelezana. Kwanza sitabembeleza mtu kwenye foleni. Sababu zinazosababisha kuwepo na foleni kwenye maeneo ambayo nimeyatembelea mimi binafsi, sababu ya kwanza ni matumizi mabaya ya barabara. Kuna madereva ambao wanadhani wao wana haki ya kuwahi kuliko wengine na hii kusababisha kutanua bila sababu yoyote kwenye barabara ambayo ni ya njia moja au njia mbili. Hili nimeliona kule Goba, watu wanatoka barabara ya Makongo, nimeliona hapa maeneo ya Mbezi na nimeona pale Tandale. Kwa hiyo sasa nataka wapate huu ujumbe vizuri sana, yoyote utakayethubutu kutanua kwenye barabara ndani ya wilaya ya Ubungo sidhani kama utarudia tena kutanua kwa sababu nimewaelekeza ma OCD na maditio wao, tutafanya zoezi lisiloisha la kudhibiti watu wanaotanua kizembe kwenye barabara. Tena watu hawa wanaotanua wengine ni maofisa, wengine wanajidai ni watumishi wa serikali, wengine hata labda unaweza kutata ni viongozi. Jana mimi nimesimama, mtu ametanua, unamwambia umetanua, anakuuliza bwana, we toka mimi nipite. Sasa bahati nzuri hakujua hata naongea na nani, kwa sababu nilikuwa nimevaa kofia na mimi ndio nilikuwa nimesimama barabarani pale Goba. Kwa wale wote Goba mliokuwa mnatanua, mjue mliokuwa mnamjibu na kumpigia mahoni ni mkuu wa wilaya. Sasa hili sikuwa nimelisema wazi nilitamka, inawezekana watu walizani kwamba tunatania. Sasa tuko serious, kisingizio sio ujenzi wa barabara pekee tunafanya ujenzi kutanua barabara, mnamwona waziri Ulega yuko kule anakimbizana na miradi ikamilike. Lakini kuna mtu kwa sababu amechelewa kutoka kwake au amechelewa kutoka aliko kuwepo, anawahi anakoenda, anatanua kuharakisha. Haya ni matumizi mabaya ya barabara kwao watanuaji. Hizi kamera, mimi namaliza kupokea mwenge Jumamosi, wiki nzima niko Goba na Mbezi. Yaani hapa ofisini niwajulishe tu wananchi wa Ubungo kwa sababu ofisi ya Mkuu wa Wilaya mimi ni Mkuu wa Wilaya ya Ubungo. Kwa hiyo nitafanya kazi kwenye ofisi za serikali zote zizoko kwenye kata huko. Kwa kuanzia Jumamosi, wiki yote inayofuata nitafanyia kazi ofisi ya Mbezi, nitafanyia kazi ofisi ya Goba. Sitakuja ofisini hapa. Huduma nitatolea kule. Lakini nitasimamia foleni. Tunaenda kufunga kamera. Hapa sasa hivi nina kamera tano za kisasa kabisa kama mnavyoziona hizi. Hii ni 360 inatumia 4G, tumeshaweka laini za simu, tumeshaweka bando, zinatumia sola, hazihitaji umeme. Kwa maana yake naweza kuiweka popote na nikakunasa wewe unayetanua bila sababu ya msingi. Haihitaji umeme wala sina haja ya kukwambia naenda kufunga wapi, lakini hiyo barabara ya Makongo, barabara ya Mbezi na pale Tandale pale katikati, wanaotokea maeneo ya Manyamara wanakuja pale. Ole wako sasa ukatanua, tutakuchapa faini ambayo kila ukikumbuka hutarudia tena kutanua. Sheria ipo, matumizi mabaya, mabaya ya barabara, kuendesha gari kwa njia hatarishi, kuzuia wengine kutumia barabara. Ukiwa kwenye barabara tatu, ukitokea ambulance inapita wapi? Gari ya faya inapita wapi? lakini watu wanashinda barabarani, mtu anakaa masaa matatu, anatoka nyumbani saa kumi na moja asubuhi hajamwona mtoto wake, anarudi saa nne usiku hajamwona mtoto wake. Au watoto tunawalelea kwa nini? Unawalea kwa simu, unawalea kwa Bluetooth? Tunalea watoto kwa Bluetooth? Una mtoto wa miezi mitatu na mtoto wa miezi sita, wa mwaka mmoja, wewe unafika unakaa masaa matatu barabarani kusubiri kufika nyumbani, kwa sababu kuna mtu mmoja tu ameleta upuuzi wake wa kupita kwenye barabara kwa kutanua. Haiwezekani. Kwa hili nataka waandishi wa habari mkalifikishe kama lilivyo tena, wala msibadilishe maneno yangu. Ni marufuku, ni marufuku Ubungo kutanua barabarani. Kuna watu wamegeuza njia za mwendokasi ndio njia zao za kupita. Ni marufuku kwa kuanzia hapa Kimara rudi unaporudi Ubungo kule Makongo unapokuja Goba Centre na hapa Mbezi stendi. Ole wako uendelee kutanua. Lakini la pili ili nataka madereva bajaji na daladala tuelewane. Na hii kasumba ya kujidai kwamba ukiwa dereva daladala au bajaji au bodaboda unaweza kuendesha kiholela, kwa kudhani utatushika mateka sisi tusifanye chochote, utakuwa unakosea sana kwenye wilaya ya Ubungo. Mtu anakuja eneo ambalo halina sehemu ya kushushia au sehemu ambayo imetengwa kwa ajili ya daladala kushusha na kupakia abiria, unakuta bajaji na bodaboda wamejaza pale gari hazipiti inapelekea gari binafsi na gari nyingine zishindwe kwenda mbele. Foleni inatokea pale kwa sababu kuna mtu ameamua kupiga debe kwenye kituo cha daladala. Hapana. Na hata taasisi na, na, na, na, na, na, na mamlaka zinazotoa hizi leseni lazima pia zijue kusimamia. Unapotoa leseni uwezi ukampa tu mtu leseni ya bajaji, wako watu 30, 40 kwenye eneo moja zinasubiri abiria masaa matatu zinaanza kufanya congestion kwenye barabara. Hii sio kazi ya kutanua barabara, ni uzembe katika usimamizi. Wanaotoa huduma ya barabara, kwa bajaji na bodaboda, wao ni wajanja sana, walikuwa wana kimbia, kimbia. Sasa kimbia kwenye kamera, sio la kamata pale, tutakusubiria. Na hizi kamera ziko connected kwenye laptop yangu. Kwa mimi ndio nitakayekuwa naona, ziko connected kwenye simu yangu. Sasa nione anayetakiwa kusimamia kule hasimamii. Mi nawasha laptop na kuona kwamba kuna mtu anatanua, hujamchukulia hatua. Zina uwezo wa kuonyesha namba na dereva tutakapokuwa tumezifunga, lakini kwa sababu kuna watu ni mabingwa wa kukimbia au kukataa kwamba wametenda kosa, nimenunua droni hii hapa, milioni tatu na laki nne, ya kisasa kabisa. Hii droni inaenda juu, inaenda zaidi ya mita mia nane Tutakuchukua, tutakupiga picha, tutakutoa kwenye ITV, kwenye channel 10, kwenye TBC. Nyinyi waandishi wa habari muwe tayari tu, nileteni simu zenu, ndio nawatumia picha za watu wanaotanua barabarani. Tunakupa kwa sababu wewe utakaa jioni pale, mtakuwa na kipindi unaonyesha wanaosababisha foleni ndani kina nani, na watoto wako ukiwa huko nyumbani wakuone. Drone hiyo hapo tunaioperate vizuri kabisa maeneo yote ambayo ni changamoto, na hii ni kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya hii. Vifaa vyote viko ofisi ya mkuu wa wilaya Ubungo, kwa sababu tumeamua sisi kwenda kusimamia sekta ya usafirishaji. Watu wafike majumbani mapema, wapate muda wa kukaa na watoto wao, wapate muda wa kukaa na waume zao, wapate muda muda wa wa kukaa kukaa na na wake zao, tuwe na malezi proper. Lakini haya malezi ya kuingia ufika nyumbani saa tano unatoka saa kumi na moja unakuja unaitwa anko unaitwa shangazi na watoto wako, baadaye tunaanza kulalamika kwamba malezi malezi malezi. Tutaanza na haya madogo madogo. Serikali itaendelea kupanua barabara, serikali itaendelea kurekebisha makorongo au mabonde au uh, uh, uharibifu ulio kwenye barabara unaosababisha watu kuchelewa kwenye kuvuka. Yote hayo tutafanya, lakini wakati tunafanya hayo na haya pia tutafanya behavior change, mabadiliko ya tabia ya madereva wetu ni lazima iende ikatokea. Sasa wasiseme kwamba walikuwa hawajui. Nendeni mkawaambie, nataka hili likawafikie kila mtu kwenye magrupu ya WhatsApp, kwenye habari zenu. Ni marufuku Ubungo kutanua barabarani. Fata laini iliyopo. Sisi tutaondoa hizo kero. Lakini jambo la tatu, pale Goba Centre kuna soko liko barabarani. Hatutaki mtu asifanye biashara. Lakini nakuta mtu kwenye soko la barabarani ambaye inatakiwa ni take away. Yaani ukisimama pembeni ukichukua nyanya zako, ukichukua embe lako na, na ndizi yako unaondoka. Kuna mtu anashuka anaanza kufanya shopping kama yuko kari yako. Jana nimemkuta mmoja pale na anajifahamu. Tena ni kiongozi sijui wa dini sijui ni nani yule pale. Ah, mkuu samani samani, nikamwambia next time, leo nimepita kwa upendo kabisa kutoa elimu. Tubadilike. Sasa, wewe unakuja unapaki gari lako, barabara ni nyembamba, umepaki unashuka, unafanya unaanza kunegotiate kuhusu nyanya, nusu saa. Wewe umepaki gari zuri la milioni ya 40, unaminya hata yule anayekuuzia nyanya ya shilingi 5000 10000, unataka uuzie kwa 2800. Mambo gani haya? Nusu saa gari zinabaki nyuma kusubiri wewe unanegotiate nyanya pale. Kwa pale pia nitoe maelekezo, tutaenda kuwapanga vizuri, lakini na wauzaji na wao watambue ni, ni, ni, ni, akili ya kawaida tunatakiwa kufanya kwamba weka kwa mafungu, mfuko huu wa maembe elfu tano, huu elfu kumi. Mtu akija hakuna kuanza kuchagua, mkabidhi mfuko wake, chukua hela yake, fanya biashara kwa usawa, hasimami nje huko. Watu wanafanya tunaona, mtu anaingia, hasimami, anachukua kama ni kahawa, ni baga, anaondoka, si ndivyo? Sasa kwa nini pale watu wanageuza? Ni sema kufanya shopping Goba Centre, watumiaji wa barabara wanaosimama kununua mahitaji yao, wanaporudi majumbani na wale wenye biashara lazima wakabadilike, lazima wabadilike.